My friend wakainua maombi. Wale walinua maombi, mwenye kanisa akatokezea. Mwenye nini? Mwenye kanisa akatokezea. Apostle Paul aliona kitu kikamshangaza. Maana unasema there was a light. Wakati ile light ilishe, waka watu wakaona mwangaza. Wale walikuwa nayo kwa sifa. Paul akaanguka chini. Wale walianguka chini timu ndio wao. Mm. Sioni. Sioni. Amekuwa kipofu. <laughs> Apostle Paul anasema kwamba anasikia sauti, lakini hawa wako nao hapa hawasikii sauti. Sauti ni nini gani? ni "Sauli, Sauli, mbona unanitesa?" <laughs> Sauli, Sauli, mbona unanitesa. Akauliza, wewe ni nani Bwana? Akaambiwa, mimi ndio Yesu. Unaambia nini unanitesa, ni nini Mungu. Yesu akamwambia inuka, uende mbele, utaambiwa kile utafanya. Yesu akwona na tabia za kumwambia, unajua Paul Tembea kilomita mbili hey. stop stop. Look at the right. stop enda hivi aliambiwa, inuka wende. Uh -huh. Ni Yesu. Yesu inuka kule Yesu enda. Yesu mwisho wako na nini akamana yeah. Praise the name of the Lord. Three days day are the night that man was blind. Mm -hmm. Wacha kuliana na mtu anaitwa Anania, mtumishi wa Mungu, ambaye anatemeka, lakini is united. Aliyekinea Apollo mkono hivi. Macho ya Apollo yitoka uchafu ikaamka chini. and this man akaanza kuona. Na he can see. Akaambia na dia, it is not enough. Ndio tutaombelea kwa maji nikakubatiza akabatiza. Akaambia na Anania, I'm very disabled. Hata kama pastor kama na dia wote around say God has chosen you.

pitu mimi brother naugia kuhusu Yesu alipokufa na kafuka. In the name of the Lord. Amen. Kupitia kwake vitu vyote viliumbwa, tunachukua Biblia kutoka in Genesis yote, kupitia kwa Yesu vitu hizi ziliumbwa. Tunajua sasa, tumefahamu kumbe vitu vyote viliumbwa na Yesu yes. Biblia viliumbwa na Yesu, tukiona hii tu njumbwa, unaona biblia bina naletwa. Mm. Haleluya, na mpango wake Mungu ilikuwa kupitia awe nini, mwisho aje kuwa kichwa cha kanisa, ambao kanisa ni nguvu ya Mungu ya nini kutawala ulimwengu. Why you cannot just to remain in your house, ani watu wanakutukana Just walk like a child of a king. Hallelujah. Tembea kama kuani ambao amejaa nguvu za Mungu. Speak za mgumu za vitu. God does not does not want us to, to keep, keep quiet. God want us to speak things. Enda nyumbani, mm hauna -hmm. kazi. Sema leo. Hata zitagi mani maombi ya mchungaji. Na tamuka I want to prove the words that then are to be spoken okay, yeah, here. Nenda useme kwamba, hey, hey. Ucheke nisu, ucheke kwanza, ucheke. Eh, uh, ucheke? Uh, eh? Uh, mbona nini? Mungu anacheka. Eh? Uh, hii <laughs> hali imeendelea mpaka lini? Eh? Yeah. Hii ukavu unaendelea mpaka lini? Hii ukavu unaendelea mpaka lini? <laughs> In the name of the Lord. Mwanzie leo, okay. Aindikilia. In the name of Jesus. This man ambaye katika ni kulewa. Today is the last day. Today is the last day. In the name of Jesus. Huyu mzee ataenda kanisani.

Praise the name of the Lord. Amen. Wao ndio mabwana, mabwana wako kwenye misitu. Ndio. Mabwana wanapatikana kwa Yesu. And this is what happens. Now you can claim your husband. Ndio. Nataka bwana ulete bwana. Lete bwana ambaye yule bwana, eh? Bwana, sio bwana. Eh? Atakuwa msaada wa kanisa. Kanisani atakuwa ni kama Samueli. Ambao Samueli anajua kusikiza Mungu. He is not confused. Si si mtu ambaye amechakaa akili, si mtu ambaye amechanganyikiwa, si mtu ambaye ni wa kukomana kila wakati, si mtu ambaye ni mjeuri, si mtu ambaye amelewa pombe, si mtu amechanganyikiwa, si msharati, haleluya. Ana ngono, ndugu, ni that person. Hata kama mtakutana kibandani, hata kama mtakutana juu ya miti. Even Jesus called Nathanael akiwa chini ya mti.

And the way when you get answer. Stage Islam, stage Islam. Eh. Unamkuza baraka mwenye? Yeah. Unachelewesha mpango wa Mungu kwa sababu ya tabia zako. Yeah. Kana watu mzuri because you don't know these people tomorrow ni urube watakuwa watu. Watu yeah. Walikosa baraka kwa sababu ya tabia mbaya. Yeah. Because stage pale. Unatukana manamba. Tuna naweza kuwa manamba ndio bwana. Kuna kijana mwingine ambaye ni manamba, sasa hivi manamba ndio unapikia. Yule kijana saa hii anaweza kuzungaza na kuleka wageni kule sasa. Yule kijana ni nani kamwambia kwamba kuanzia leo hii kazi yako? Yako kwanza ni drive yetu. Akabanda ni drive. Si manamba tena. Yule sahii... wa... aua... ya... mama alikuwa anaona manamba, lakini si si ya manamba tu tena. Sio na by the way, let me tell you, manamba ni vile wajui kazi yao manamba ni wanapata pesa nyingi sana ndiyo yes. ni kazi because vile manamba ni ngumu sana kwa leji pale wakutumisha agali ngumu sana geecha watu hivi haita waka They need my number. Kukuja kuja kwa ikani. Na wanabidi sana. Kuja kuja kwende hapo. Kuja kuja kuja. Hii inaondoka saa hii. Lakini si wachanja wachanja. Hii inaondoka saa hii. These are my numbers. My number pia ni wanadamu. Si si si si watu ambao wana maana. Wana maana. Nasa kuwa mwanako ni njalefa. Nasa kuwa mwanako ni askari. Si ya jazikeni mwote ni mwambani. You understand? Ati mina nataka pastor. Nataka kuhuwa na pastor. Ataka kuhuwa

I'm not even talking about such people. I'm talking about what about the integrity. Yeah. What about Yesu tender yes? Yeah. Yes, what about the milango? But bariki wana bariki. That's a kind of people. Alleluia. Paul was a man. He was a blessing to the people. He never went to people who wanted to anasema the he worked with his own hands, yeah. as he was going to go kazi India, to see India guys they are about to waste. Are you understanding what we are saying? Yes. Mabwana wako. Hayo asante. Yeah. Kama ulijaribu mwanzo ikaenda hewa yako, there is still another chance. Like yeah, the right to bless. Yeah. Hallelujah. Yeah. I see as far coming to you. Naona yeah, kila mtu ana baba yake. Ati wanaume ni kidogo. Naye nilikwambia hivyo. Katika statistiki za Kenya, wanaume na wanawake wametoshana. Kama kuna ile statistiki za Kenya zilichukuliwa juzi wanawake ni 50%, wanaume ni 50%. Kumaanisha kwamba kila mtu anakuwa na nini? Hebu tuambie kwamba kila mtu. Ati walifanya statistics, ati wanaume ni 30, 30%. Haiwezi kuwa namna hiyo. Kwa hiyo tunao uwezo to plan things, to balance things. Sasa ni mbali kuonekana balance moja, Mungu alipanda.